Wazee wa jamii ya Luhya wamepeleka ng'ombe sita kama ishara ya kumwomboleza marehemu Raila Odinga. Wazee hao wakisema ng'ombe hao ni kutoka kaunti tano za eneo la magharibi mwa Kenya pamoja na ng'ombe mmoja kutoka kwa Mkuu wa Mawaziri Musalia Mudavadi. Aidha, wameshikilia kuwa wataendelea kuwa na ushirikiano mwema na familia ya mzee Raila Odinga pamoja na jamii ya Waluo <mulia> ja kuomboleza shemeji, sisi ni washemeji hapa, na tukifika hapa, tumeleta ng'ombe sita. Hii ng'ombe sita ni moja kutoka kwa kaunti zetu tano za Western Province, na moja ya binafsi ya Prime Cabinet Secretary. Tuko na dume kutoka Vihiga, dume kutoka Kakamega, dume kutoka Bungoma, na dume kutoka Busia na Tranzoia. Hizo ni dume tano tumeleta hapa kuonyesha uhusiano wa sisi Waluya na watu wa Nyanza, na pia tuko na uhusiano kubwa kati, kati, kati ya the late Raila Amolo Odinga na Prime Cabinet Secretary. Hiyo uhusiano ilianza zamani, na leo tumekuja kusema pole pole sana kwa jamii ya Wajaluo kutoka kwa wajamii ya Waluya. Tunasema Gwambo, rest in peace. Sisi Waluya tutatembea pamoja na wajaluo tukienda mbele. Asanteni sana kwanza kuleta rambirambi rambi zetu kutoka Western Province Luhya eh, nation kuja kuungana na wakenya wengine kutoa rambirambi zetu, uh, kusema pole kwa jamii ya Raila Moloi na kusema kwamba uh, roho uh, Mungu aiweke roho yake awape, familia yake nguvu tu. Tulifika hapa tumelete mboga kama ilivyo desturi uh, sisi tunaita izinguza, nasema kwa lugha ya Marogoli tunasema utasamba uzabuta beye na nanguza, yaani ukimega ugali bila mboga haukuliki, hau unakuchoma. Kwa hivyo tuliona tulete mboga hapa, uh, tumeleta ng'ombe, tuko na kuku pia na vitu uh, vingine kufariji.